Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, leo tarehe 28 mwezi wa tatu mwaka 2025, majira ya saa saba na dakika 45 katika barabara ambayo ipo karibu na daraja la Tanzanite, wilaya ya Ilala, Dar es Salaam imetokea ajali iliyohusisha magari matatu na kusababisha majeruhi wawili na uharibifu wa magari. Ajali hiyo imetokea baada ya dereva wa gari lenye namba za usajili namba T641 DRC aina ya Crown iliyokuwa inaendeshwa na dereva aliyefahamika kwa jina ya, kwa jina la Suleiman Feruza Jusa akitokea maeneo ya Masaki akielekea kwenye mzunguko wa hospitali ya Aga Khan aligonga kingo na kuacha barabara na kuhamia upande wa pili ambapo aligongana kule na gari namba T 840 EDU iliyokuwa ikiendeshwa na dereva aliyefahamika kwa jina la Godfrey Bundara ambaye alikuwa kwenye uelekeo wa Masaki. Gari namba T 886 EDA aina ya Volkswagen iliyokuwa ikiendeshwa na dereva Markina Anderson pia iligongwa baada ya gari lile la dereva Yusa kugonga kingo na kuhamia upande wa pili. majeruhi wawili walipelekwa na wameendelea na matibabu katika hospitali ya Aga Khan na hali zao zinaendelea vizuri. Chanzo cha ajali hii ni mwendo kasi wa gari ambayo ilikuwa ikiendeshwa na dereva Yusa ambayo ni gari namba T 641 DRC Toyota Crown. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea kutoa wito kwa madereva wa vyombo vya moto kuwa makini hasa kipindi hiki cha mvua na kufuata sheria za usalama barabarani. Jeshi la polisi licha ya kutoa elimu juu ya matumizi ya barabara na watumiaji wengine wa barabara, halita sita kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya madereva wa vyombo vya moto ambao wamekuwa mara kadhaa wakikiuka sheria za usalama barabarani. Narudia, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam licha ya kutoa elimu, halita sita kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya madereva wa vyombo vya moto ambao wanaendesha vyombo hivyo bila kuzingatia sheria za usalama barabarani.